Ehem. Ebu, niteni mafundi kushona wote. Niji naonyeshe njia tano za kutengeneza kipato kupitia mtandao wa YouTube. Lakini kabla sijaonyesha hizo njia tano, labda naonyeshe mwanafunzi wangu huyu hapa naye anajihusisha kushona nguo. Eh, channel yake inaitwa Sikita Mishono. Huyu mwanafunzi nilimfundisha mwenyewe na channel yake mpaka sasa hivi ina videos 116 tu na ina subscribers 7400. Na ukiangalia hapa kwenye view channel yake, ukiangalia video popular, ana videos tayari zishafikisha E, views laki moja ishirini na tisa laki moja na elfu mbili manake nilimpa mbinu za nini afanye. Lakini ukiangalia channel yake hii hapa, kajiunga ana laki saba mwezi wa pili tu mwaka 2025 na tayari ana viewers jumla laki saba ishirini na na na na moja yaani, amenizidi mpaka mimi mwalimu wake. Viewers laki saba na ishirini na moja mia tisa sabini. Aya, ukiangalia mimi mwalimu wake nachezea viewers laki sita eh? Laki sita na sitini na laki laki na na tano maana yake tunasema overdigging is allowed. Sasa bwana, kuna njia tano ambazo mtu ambaye anashona anaweza akatengeneza kipato kupitia mtandao wa YouTube. Njia ya kwanza kabisa ni YPP. Nikisema YPP ni ule mfumo ambao analipwa kupitia matangazo ya YouTube. Njia ya pili unaweza ukajitangaza ukawa unapata oda za kushona nguo mbalimbali, kama nguo za maharusi kama nguo za shule na kadhalika. Njia ya tatu, unaweza ukauza nguo ambazo tayari umeshazishona, kama ni suti, kama ni nguo za watoto, lakini unaweza ukauza cheleani, unaweza ukauza vitambaa, unaweza ukauza vifaa vya cheleani. Njia ya nne ya kutengeneza kipato ni kufundisha, tandaa madarasa yako, madarasa ya live, lakini pia madarasa ya online. Na njia ya mwisho, akaunti kisha kwa kubwa Unaweza ukapata brand sponsorship, manake zile biashara kubwa kubwa ambazo zinauza bidhaa ambazo unazitumia wewe, aidha cheleani, aidha vitambaa, aidha maduka ya nguo, basi wanakuchukua wewe kama ambasada wao. Unakuwa unatangaza bidhaa zao, kwa sababu tayari account yako ni kubwa na inafuatiliwa na watu wengi. Na hizo ndio njia tano ambazo unaweza kutengeneza kipato kupitia mtandao wa YouTube ikiwa wewe ni mshonaji au una dili na mambo ya fashioni. Follow account hii ili uendelee kujifunza zaidi mbinu za kukuza YouTube channel.